Kwa jina naitwa Omari Mohamed Kimosa, ni mwanachama kutoka chama kinachoitwa UMD au Union for Multiparty Democracy. Naitwa Kamana Masudi Mlenda, ni mwenyekiti mstaafu wa chama cha UMD ambaye nilikuwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama na nafasi ya uwenyekiti kwa kujaza fomu kihalali kabisa. Kilichotokea ni suala la ajabu kabisa ambalo sijapata kuliona katika umri wangu. Tuliarifiwa na chama kwamba mwezi wa tatu zitatoka fomu za kuomba kuchaguliwa katika nafasi za uongozi ndani ya chama, vile vile na kuchaguliwa eh, kwenye nafasi ya uraisi kwa ajili ya kuwakilisha chama kwenye uchaguzi mkuu elfu mbili ishirini na tano. Katiba, katiba ya UMD inasema kwamba huwezi kupata nafasi ya kugombea kama hujaomba kwa maana ya kujaza fomu ili upitishwe na halmashauri kuu. Halmashauri kuu ikisha kwa kupitisha, basi huo umekuwa halali kwa ajili ya kugombea. Tulijaza fomu e, mwezi wa tatu baada ya kujaza fomu tukazirudisha fomu zile zikapokelewa. e, e, mkutano huo uliitishwa Dodoma tarehe 31. Tulipofika Dodoma, halmashauri kuu ikakaa kwa ajili ya kupitisha fomu za wagombea wote walioomba, na kila sehemu ya watu walipogombea ilitangazwa kwamba nafasi ya uraisi wamegombea wa, wagombea watatu ambapo ni mimi kamana Masudi Mlenda e, bwana Halfan Mazrui e, na bwana Gombo Samandito Gombo, ni watu watatu kwa nafasi moja. Halmashauri kuu ikatupitisha sisi sote vile vile, tuliporudi kwenye fomu za wenyekiti na vile vile kwenye mwenyekiti tulikuwa watatu, mwenyekiti wa sasa na mimi mwenyewe kamana na Halfani Mazrui. Fomu so zile zikapitishwa na halmashauri kuu tarehe 31. Mkutano mkuu ni tarehe moja, tuko ukumbini tunasubiri E, na, e, muda sasa ufike sisi tuanze kusimamishwa na kuomba kura. Akaja katibu mkuu wa chama bwana Moshi Rashidi Kigundula akaniita mimi kwa, kwa wakati wangu akaniambia, wewe sio mjumbe wa halmashauri kuu, huwezi kuwa ndani ya kikao, ndani ya ukumbi, hebu njoo nimekutengeeni sehemu ya nyinyi kukaa huko. Mimi nikatoka. Nilipotoka kule nje, nikamkuta huyu bwana kaketi pale nje, naye amewekwa pale kwa minajili ya kwamba sisi sio wajumbe. Ni kweli sisi sio wajumbe tu, ikabidi tukae nje. Baada ya muda, akaletwa aka, aka makamu mwenyekiti, makamu mwenyekiti ambaye muda wake ulikuwa bado haujaisha, vilevile vile yeye alikuwa ni mgombea wa nafasi ya uraisi na vile vile huyo mazurua mazu aliyoletwa alikuwa anagombea nafasi ya mwenyekiti, akatengwa pale kwamba kaeni hapa. Baada ya muda si mrefu akaja, na akaja gombo naye na akatengwa pale. Akaja aliyokuwa anagombea nafasi ya uenezi, anaitwa bwana Enoki, naye akaletwa akatengwa pale akaletwa mratibu wa wanawake aliyekuwa anagombea nafasi ya uratibu wa wanawake taifa anaitwa Amina Hassan Mumba naye akatengwa pale, tukawa nje sisi wote wagombea. Taarifa iliyotoka pale kwa katibu mkuu ni kwamba tutapokuwa ndani, tukishamaliza mambo yetu huku, tutakuiteni mmoja mmoja kuja kuomba kura kwa wapiga kura kabla ya muda haujafikia kuitwa, kilichotokea pale wakaja watu watatu, watu watatu wale watu watatu wakamsimamisha aliyekuwa anagombea nafasi ya uraisi na uwenyekiti ambaye ni bwana Halfan Mazrui, wakamsimamisha aliyekuwa anagombea nafasi ya uraisi ambaye ni Gombo Samandito Gombo, wakamsimamisha na uh, Enoki ambaye naye alikuwa anagombea katibu mwenezi, wakaondoka nao. Baada ya kuondoka na nao, sisi tukabaki pale tunasubiri kuitwa ndani. Hawa waliotoka huku hatujui kinachoendelea sikuyasikia kwa sababu nilikuwa nje, isipokuwa baada ya bwana Umari kurudi ndio akaniambia kwamba nilikwenda kumpa taarifa sisti asimamishe mkutano ili sababu ya hawa watu waliotekwa, lakini sisti hakuelewa. Basi sisi tumeendelea kukaa pale baada ya muda tukaja tukaambiwa kwamba mkutano umekwisha. Sasa tukajiuliza mkutano umekwisha umekwishaje? sisi hatujaitwa kufanya kampeni, mkutano huo umekwishaje? Akatoka Mwajuma Note, ambaye yeye alikuwa anagombea uratibu wa wanawake taifa, anatangaza kwamba yeye ndiye amechaguliwa kuwa mgombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha UMD ajabu ikaanzia hapo atakuwaje mgombea urais wakati yeye hakuomba nafasi ile pale kwa kuijazia fomu apitishwe kuwa yeye ndio mgombea urais eh? na mimi ambaye nilijaza fomu na nikapitishwa na halmashauri kuu niko hapa nasubiri mkutano niitwe kwenda ku, kuomba kura eh? ah, nikashindwa kuelewa lakini nikauliza inakuwaje eh? Huyu achaguliwe kuwa mgombea rais mbele naibu msajili wa vyama vya siasa, nilipigwa na mshangao mkubwa sana. Halafu jingine ni kwamba waliokwenda kusimamia ule mkutano ni vyama saba, vyama saba ambavyo viliitwa, sasa sijui viliitwa na eh, viongozi wa UMD, sielewi wao ndo walisimamia ule mkutano kinyume cha katiba ya UMD, kinyume cha utaratibu wa mikutano, kinyume cha taratibu za uchaguzi. Wao ndo wakasimamia ule mkutano, na wao ndo walikuwa wanatangaza wagombea e, wa, wali... Sasa tunashindwa kuelewa, mimi siwezi kujua kilichoendelea kwa sababu mimi niliwekwa nje, nikakaa kama beti ya gari na subiri. nini sasa hapana kinashu, kinachoendelea kwa sasa ni kwamba tunadai haki yetu tunadai haki yetu kama wagombea tunadai haki yetu kama wagombea na tutaendelea kuidai, kwa sababu nchi yetu inasema kwamba hakuna mgombea huru au hakuna mgombea binafsi, niseme namna hiyo, isipokuwa kuna mgombea ambaye atateuliwa na chama. Ili ateuliwe na chama mpaka aombe kuteuliwa sasa huyu wa UMD mwa jumanoti hakuomba kwa chama, ina maana kwamba ni mgombea binafsi. Sasa kama ni mgombea binafsi tayari tumeshavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa na mgombea binafsi. Yeye mgombea sijasikia anachozungumza kwa sababu hatujaonana naye, isipokuwa mikoa zaidi ya mikoa ishirini na tatu wanapinga tukio hilo kwa sababu hata wao hawajui kilichoendelea pale, hawaelewi nini kilichofanyika. Tena mbaya zaidi kinafanyika mbele ya naibu msajili. Mimi sijui, mimi sielewi kwa nini wasiojiwe hawa waliopata nafasi hizi wamezipata yani. Anaweza kachukua mamlaka kwa sababu yeye ni msajili, akaita halmashauri kuu nzima ya UMD wakaja kwenye pale ambapo pa, pa, pa, atapokuwa amewatayarishia yeye eh? Halafu aanze kupata uhakika wa yale tunayasema kabla tujachukua hatua zozote. Yani, hilo ndio tunaloliomba kwa sababu sisi tunamwamini sana Jaji Mutungi na tumeshafanya naye kazi sana, sana. Na tunamfahamu sana hata namba zake za simu tunazo na yeye vile vile za kwetu anazo. Lakini sisi tunamwomba Jaji Mutungi alichukulia hii hatua hii kazi anayoifanya huyu mheshimiwa huyu naibu, naibu msajili nayo haturidhiki nayo kwa sababu hii sio mara ya kwanza. hii ni itakuwa ni mara hii ya pili, lakini ile ya kwanza sisi tumelipotezea kama lilivyo hili sasa la pili. hili naona na yeye sasa amezidi kutu, ambaye yupo katika chama na hajawahi kukufanyia makosa hata siku moja, lakini leo hii tunafikia hatua ile. Sisi tunamwamini Jaji Mtungi akishazipata hizo taarifa, nina imani atazichukulia hatua; kama kama anavyoaminiwa na, na rais mama Samia Suluhu Hassan, basi hivyo hivyo. Na sisi tunamwamini hivyo hivyo, haki yetu, na tumedhulumiwa hivi vitu kwa, tunaona kwamba tunadhulumiwa Hapana, hii haki tutakwenda kuidai mahakamani sasa. Na kwa nini tufike mahakamani? Kwa nini tufike mahakamani wakati, wakati tuko kwenye, kwenye nchi ya kidemokrasia eh? Tunaamini kabisa kwamba Judge Francis Mtungi yeye ni msajili kweli kweli. Sasa kwa nini tufike mahakamani? Ninaamini kwamba Jaji Francis Mtungi yeye ni msajili wa vyama vya siasa na anaamini kabisa kwamba ili mgombea awe mgombea lazima awe amepitishwa na chama chake kulingana na katiba ya hicho chama, na ni lazima awe amejaza fomu kulingana na katiba ya hicho chama. Lakini wagombea hawa tuliowapata tarehe moja mwezi wa nne wa sio wagombea ambao wamejaza fomu kwa ajili ya kuomba kuchaguliwa, ni wagombea binafsi, sijui nisema wagombea huru Kiswahili kizuri si kitakuwa ni Kiswahili gani? Ni wagombea binafsi ambao hawakupitishwa na chama na wala hawakuomba. Ni sawasawa na mtu amekaa chini ya anapumzika alafu embi linadondoka. Sasa hakuna hakuna ugo, uneni, hakuna nini cheo cha namna hiyo na katiba hakuna katiba inayoruhusu utaratibu wa namna hiyo. Sasa kama kuna, kuna, kuna, kuna, kuna utaratibu wa namna hiyo kwa nini kuwe na vyama, watu tuanze kupita kugombana kwenye vyama tusitoke? Eh, tu mtu atoke nyumbani kwake apeleke fomu Tume ya Taifa ya Uchaguzi halafu eh, apitishwe tu aanze kugombea, lakini walichokifanya walichokifanya wezi, tukakikubali. Hata serikali haijaweka mpira mezani, tuangalie Simba au Yanga anayeshinda, mtu anashinda anaondoka, umeshindwa unaondoka, kwani kuna ulazima na ndio maana sisi tumefuata taratibu zote na haki zote za msingi zimefuatwa, yaani mpaka Jumamosi ile tarehe 31 mwezi wa tano majibu yanatoka mbendani, wajumbe wanasema bwana, wajumbe wote mmepitishwa, hakuna kasoro. Lakini Jumapili sasa ya uchaguzi ndo balaa hilo lilipokuja kuzaliwa, hata lilikotokea lijulikan liko. kwa hiyo wao wamejimilikisha kile chama kama ni cha kwao, na wamejimilikisha kile chama cha mfukoni, kwa sababu chama ni wanachama na leo wanachama mmepata zaidi ya mia mbili mna, mna wakanseli vipi wale, wale watu kugombea sasa. Tumekaa nje huku tunasikia tu kwa mbali, wanasema kwamba ah, mwenyekiti sasa anawasema viongozi wa kutoka vyama vya upinzani ambavyo vyama, vyama vingine tunaweza tukasema labda vyama rafiki kwamba wao ndio wasimamiaji wa ule mkutano mkuu. Wajumbe wa mle ndani waliobakia hawajaelewa kitu gani kinachoendelea, wakamjibu haiwezekani kwa sababu nyinyi mkishajiuzuru, kuna halmashauri kuu. Halmashauri kuu ni wenye viti wa mikoa ndio wanaamua sasa mwenyekiti gani wa mkoa ambaye anasimama pale kama mwenyekiti wa kuendesha kikao hiki cha uchaguzi, na miaka yote tunafanya uchaguzi kwa njia hiyo. Mimi nishafanya uchaguzi na UMD sijui karibuni mara nne au hata mara tano tunafanya kwa njia hiyo. Hakuna, hakuna mtu kutoka chama pinzani, chama rafiki wala nini kuja kutusimamia kwa sababu katiba yetu hairuhusu hiyo kanuni aisemi hivyo lakini wao kwa makusudi mazima wakaamua kuvunja ile katiba, wakavunja kanuni, wakaamua kutembea na, na kile walichokuwa wanakihitaji wenyewe. Ndio bwana akasema, mimi ndo mwenyekiti naamua. Watu wa jumba wakapiga kelele, wakamba hiyo haiwezekani, haiwezekani, lakini kwa kweli ndo mwenye nguvu alikuwa yuko pale juu. Na wakati huko kuna mtu mzima ambaye yupo analiona lile, amelishuhudia, ameli akaliacha, ameli kama lilivyo, kusema mgombea mwenyekiti sio nani, ugombea urais baada ya kutajwa Kamana, ambaye yeye ndo alikuwa amebakia mgombea urais peke yake hakuitwa ndani. Kilichotokea pale wakazalishwa Mwajuma Noti, ambaye alikuwa ni mgombea mratibu wanawake, na fomu yake ilionekana ili, ili, ili ni hivyo, lakini ndo akaonekana yeye ndo mgombea peke yake aliyokuwepo wakamteua. Haya, walipomteua yule bwana kuja kwenye mwenyekiti taifa, akateuliwa bwana Baharia kwa kura zote, kwa sababu wajumbe wajumbe sasa ndio walipokuja kusikia zile taarifa, wengi wao wengi wakawa wametoka nje, wakabakiwa wajumbe kama 30 35, mmenda wakawa sasa wenyewe wanapitisha vile wanavyotaka. Imefika nafasi ya makamu mwenyekiti, ambaye ndo mimi ndo nilibakia peke yangu, ndo ningetawazwa kwa mimi ndo makamu mwenyekiti wa chama, lakini sikuitwa. Kaitwa mjumbe ambaye ni mwanamama binti mmoja, yeye yeah, aligombea nafasi ya unaibu katibu Oyo, mkuu. Kilichotokea pale wajumbe wote <laughs> tuliojaza fomu wote, wote tulikanseliwa kwa njia hiyo. Hakuna hata mtu mmoja ambaye alijaza fomu alioingia pale kuja kuchaguliwa. Sasa hili sisi tunalita tuna sintofahamu kwa sababu kilichotokea ndo hicho, na mkutano ule ulidumu pale kama dakika 35 40. Walipomaliza pale hao wajumbe hao wanani wa mkutano mkuu wao oh wale waliosimamia wale waliondoka na yule Moshi ambaye ndio katibu mkuu walimlinda huko na huko kwa sababu wanachama sasa wako nje wanapiga kelele, wakamlinda wakamlinda wakatoka naye wakakimbia naye huyo. Sisi katokea milango ya chooni, huyo bwana anasema katokea uani, lakini katokea milango ya chooni jikoni kabisa, kule kuna vyoo ndo alikotokea hata kuonekana, kuonekana. Sasa sisi, na sisi tunachosema uchaguzi sio halali, tunaomba serikali itusikilize, uchaguzi urudiwe ili upatikane uchaguzi halali na wagombea wawe halali vinginevyo basi sisi itabidi tufungue hata mashtaka kwa sababu, kwanza kuna pesa zetu ambazo wameshazi wamezitumia wamezitumi, pasipo na sababu, na istoshe vile vile wametupeleka kule hakuna chochote walichotufanyia kusema labda kuna kulipiwa kodi ya, ya, ya pango, na bado wajumbe wengine tuliwaacha Dodoma wakiwa wanadaiwa kwenye nyumba zao, na sisi ambao tulienda na visenti vyetu tumeilipa tumerudi nyumbani mikono mitupu, hatuelewi hata hata. Mimi familia yangu inaniuliza baba, umeshinda? Mimi naambia mwanangu, hata kilichotokea mimi sikijui, na mwombea mke wangu, hata kilichotokea mimi sikijui. Kwa hiyo hiyo ndo hali halisi tunayotaka, tunahitaji huu mkutano urudiwe, na tunamwomba mheshimiwa Mutungi ambaye yeye ndo msajili mkuu wa vyama vya, vya siasa alifuatilie hili kiumakini, na tayari barua zimeshafika kwake kama hajazipata lakini zishafika, ziko ofisini kwake, barua nyingi tu, wanachama wengi wamepinga wa hilo swala, na bado barua nyingi zimeenda, hata hao wanachama wa kutoka mikoani wote washaandika barua zao nazo zimeshafika ofisini kwake. Kwa hiyo sisi tunaomba msaada huo, kwa sababu hii ni nchi ya haki na amani. Mama Samia mwenyewe anasema jamani, haki ndio kitu muhimu kinachotakiwa. Kwa hiyo hata hii Mama Samia akitusikia, atuonee huruma sisi, ambao sisi tuko katika vyama vya upinzani, sisi hatujashirikiana na mtu aina yote. Kwa hiyo hayo ndio ya kwangu. Mimi naomba watufuatilie na wajue kabisa, vinginevyo basi UMD isimamishwe isiingie kwenye uchaguzi huu mkuu. Ah, nikirudia tena, mimi kwa jina naitwa Omar Kimosa ambaye ni mwanachama huru au mwanachama wa UMD, Union for Multi Party Democracy na kipindi kilichopita, baada ya miaka mitano hii roisha juzi, niliwahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho ndani ya miaka mitano. Baada ya hapo uchaguzi ulipopita nilianguka, lakini bado niliendelea kuwa mwanachama. Na tulipotangaziwa swala la kuchukua fomu za kuchagua, tulienda ofisini tukachukua fomu tukajaza na tukapewa muda wa kuzi rudisha. Tuliporudisha na pesa tumelipa, na risiti tunazo na ushahidi tunao kwenye grupu la kusema kwamba mkutano mkuu wa mabwana wataandaa nyumba za kulala vyakula na kila kitu, lakini nauli mjitegemee, na sisi ndivyo tulivyofanya. Lakini cha ajabu, kwanza kabisa, masuala ya hiyo nyumba ya kulala kukawa hakuna hiyo. Vyakula ikawa vyakula, watu wamekula raka moja, hata nyumbani kwangu mimi siwezi kula hivyo, kuanzia asubuhi mpaka saa kumi ndo unapata vyakula. Lakini hivyo vyote havikutusumbua sisi, tulichotaka ni uchaguzi uwepo, na siku ya tarehe 31 mwezi wa tano wakakaa kamati kuu. Walipotoka kamati kuu, wakaingia wajumbe wa halmashauri kuu. Walipotoka wajumbe wa halmashauri kuu, wakatuambia kwamba barua zile zote zilizopitishwa zimepitishwa zile, zo pitish, zile, zile fomu. Wakasema kwamba kesho Jumapili saa tatu asubuhi tunaanza uchaguzi. Kwa hiyo wagombea watatu waliopatikana ndo kama hivyo, wakugombea nafasi ya urais, wagombea watatu wanagombea nafasi ya mwenyekiti taifa na makamu mwenyekiti nikiwemo mimi Omar Kimosa, tulikuwa wagombea, tuko hawa wawili, mimi na huyo bwana anaitwa Gumbo Samambito Gumbo. Kwa hiyo tulikuwa watu wawili, na wengine kama kadhalika walivyokuwa. Lakini cha ajabu ni kwamba wakati mkutano na badaka kuanza tena, mkutano wenyewe ulichelewa sana, kukawa kuna ile si mtofahamu, maana mtu kapita huku kafanya hiki kafanya hiki, muda unazidi kwenda. Ulipofika saa tisa, ndio ule mkutano ndio kaonekana kwamba umeanza. Ulipoingia kwenye ukumbi, mimi nilikuwa niko nje huyu mheshimiwa, alikuwa tayari kashaingia ndani ya ukumbini, wakati niko nje, nikaitwa na huyo aliyekuwa katibu mkuu anaitwa bwana Moshi Kigundula, Moshi Rashidi Kigundula, yeye yeah, yeah, akaniita, Omari Kimosa, we Kimosa, we Kimosa. Nikaambia namo, unasemaje jo hapa? Akawa ametuwekea meza kama yani, hii na viti. Kila mtu alitoka Dodoma pale amechanganyikiwa amechanganyikiwa kila mtu alichanganyika alichanganyikiwa kifu yake. Sisi tulichanganyikiwa kwa nini hatukupitishwa kwa nafasi? Kwa sababu kama mimi nilikuwa nimebaki peke yangu, ina maana kwamba mimi nilikuwa nitangaze kuwa mgombea rais, kwa maana mimi sikutoka kwenye mkutano, nilitolewa kwenye mkutano na katibu mkuu na niliendelea kukaa nje kama tofali <laughs> nasubiri kuja kunyanyuliwa, yes, wewe njoo ufanye kampeni uombe kura kwa, kwa, kwa, kwa wajumbe lakini sasa niko peke yangu, baada ya hawa wengine kutokurudi na muda unazidi kwenda, nikasema ah, na maana kwamba mimi hapa nitatangazwa kwa mgombea wa rais. Lakini kilichojiri ni kwamba tumemwona msimamizi sasa, sijui mimi siwezi kuelewa, anatokea mlango wa uani, sasa sijui namna gani. Hilo ndo ambalo lina, linasumbua sasa hivi, kwa kweli linaisumbua demokrasia. Habari. Kwa majina, mimi naitwa Idi Kasim Idi, ni mwenyekiti wa chama cha UMD mkoa wa Mwanza, lakini vilevile ni mgombea wa nafasi ya katibu mkuu wa chama cha UMD. Nitaka nizungumze jambo moja kuhusiana na uchaguzi uliofanyika tarehe moja mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uchaguzi ule kimsingi ni kwamba ulikuwa sio uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi. Kwa sababu gani nasema ulikuwa ni uchafuzi? Ulikuwa ni uchafuzi kwa sababu watu wote waliogombea hawakupewa nafasi ya kujieleza mbele ya mkutano mkuu, nikiwa, nikiwa, nikiwa, nikiwa, nikiwa pamoja na mimi mwenyewe sikupata nafasi ya kusimama mbele ya wajumbe na kuweza kujieleza mbele ya mkutano mkuu ili niweze kuomba kula, sikupewa nafasi hiyo lakini vilevile na wagombea wengine wote asilimia kubwa wengi haupewa nafasi ya kuweza kujieleza mbele ya mkutano mkuu na kuweza kuomba kula. Kwa katiba ya UMD ni kwamba mgombea anapokuwa tayari ameshapitishwa na kikao cha halmashauri kuu anatakiwa apewe nafasi ya kujieleza kwenye kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi, mbele wajua, asimame mbele ya wajumbe, aombe kula, ajinadi, ajieleze jinsi anavyo mategemeo yake baada ya kuwa amepata uongozi na ni uongozi huo. Lakini haikuwa hivyo siku hiyo. Kilichofanyika ni kwamba walikuwa wanateua tu majina. Ulikuwa ni ukiukaji mkubwa sana wa katiba ya chama cha UMD, ukiukwaji wa hali ya juu, na wajumbe walio wengi, asilimia kubwa, baada ya kuona ukiukwaji ni mkubwa sana wa wakatiba, UMD, wa na, wenge, kubwa, kuona, sana wakatiba waliamua kutoka nje. Wajumbe walio waliotoka nje ni zaidi ya nusu ya wajumbe wote waliokuwemo ndani ya ukumbi wajumbe zaidi ya mia moja walitoka nje. Kwa hiyo tumemwandikia msajili wa vyama na, sorry, mwanzo kabisa kabla, wakati, wakati shughuli mambo haya yote yanaendelea ndani ya ukumbi alikuwemo e, msaidizi wa msajili wa vyama e, alikuwemo ndani ya ukumbi na haya yote aliyokuwa yanaendelea ndani ya ukumbi yeye alikuwemo na mpaka inafikia hatua wajumbe wanaamua kutoka nje, yeye alikuwemo ndani ya ukumbi. Kwa hiyo e, tumemwandikia barua msajili wa vyama e, ili aweze kuliangalia hili na ikiwezekana aweze kufuta uchaguzi huo, ikimpendeza aweze kufuta, kwa sababu tunajua yeye msajili wa vyama ni mlezi wa vyama vyote hivi na anapitia katiba za vyama vyote na ana toa maamuzi kulingana na katiba ya chama husika inavyotaka. Kwa hiyo tuna imani atalifanyia kazi na atachukua maamuzi yanayostahili yeye ya kuchukua maamuzi, kwa sababu yeye ndio mlezi wetu, ndio mlezi wa vyama vyote hivi. Asante e. kwa majina naitwa Rahidh Abdulahadi, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa chama cha, na pia ni mwenyekiti wa vijana taifa katika chama hichi ishirini ah, na tano tulikuwa tuna halmashauri kuu pamoja na mkutano mkuu atunae, lakini cha kusikitisha, katika halmashauri kuu yetu tulipitisha wajumbe aumea tofautiaambea urahisi mimi niligombea nafasi ya mgombea mwenza na nafasi ya a, badala ya kupitisha wagombea hao, tulikwenda katika mkutano mkuu badala ya halmashauri. Kwenye mkutano mkuu, wagombea hao baadhi yao walitekwa, hatukujua watu walienda, na baada ya kupata taarifa hiyo, tulinyanyuka na kutoka nje kwa ajili ya kujua kinachoendelea lakini wakati tunarudi ndani tulizuiliwa, kama mimi nilizuiliwa sana ngono na askari kakua usaingia tena mtu ndani. Kwa hiyo sikuelewa chochote kingine kinachoendelea. Kwa hiyo huu mkutano wetu mkuu hatukuwafiki, na baadhi ya wagombea ambao walikuwa si wajumbe wa mkutano mkuu waliingia katika mkutano mkuu lakini walitolewa nje na kuambiwa kwamba wasubiri mpaka mkutano wa waitwe. Lakini cha kushangaza wagombea hao hawakuitwa, badala yake kilichofuata hatukufahamu huko ndani, ambao walioko ndani walisema sijui watu waliteuana, sijui watu walifanyaje, na hiyo sio katiba yetu, kwao kitu kinachosema ni uvunjifu wa katiba, na matukio yote haya yalivyotokea Naibu msajili alikuwepo na tulimwomba mashirikiano, hakutupa mashirikiano. Tulisimamisha mkutano, katibu mkuu akasema watuendelee na mkutano, kwa sisi tulikwenda kujua taarifa nje, badala ya kutaka kurudi ndani kwenye mkutano, tukatolewa na askari kwa kuwa hakuna usafiri kwenye mkutano. Mimi naitwa Boazi Dickson Wasonga ni katibu wa chama cha UMD mkoa wa Simiu na mimi nilikuwa ni mgombea nafasi ya uratibu wa vijana taifa, ambaye nilijaza fomu na kurejesha fomu na kuchaguliwa kwenye halmashauri kuu kuwa mgombea. Ilipofika siku maalum, ambapo sasa tungekwenda kuomba kura za ndio, kwa kuwa mimi nilikuwa ni mgombea pekee ambao sikuwa na pingamizi, kwa hiyo ilibaki ni zoezi dogo tu la kwenda kuomba kura za ndio kwa ujumbe wa mkutano mkuu. Uh, lakini kwa wakati ambapo tunajiandaa sasa ili tuweze kuomba kura, kilichotokea ni jambo ambalo kilileta kutokufahamu. Jambo la kwanza lililotokea ni kwamba ghafla usikie ndani ya ukumbi kwamba watu wanatekwa, tukatamaki kujua kwamba ni nani aliyetekwa. Ghafla tuligundua makamu mwenyekiti ambaye pia alikuwa mgombea nafasi mwenyekiti ambaye ni Mazerui, alifanya na Mazerui alikuwa ameondoka kwenye ukumbi kwenye mazingira ambayo sio hatukuyaelewa lakini bado tukitafakari, ghafla alisimama katibu mkuu na kwenda kumsalimia Gombo Samandito na Enoki, mwisho nao waliondoka, walitoweka kwenye ukumbi kwenye gari, wakati ambao nati kutufahamu, ghafla tukatambua wale watu wamechukuliwa na hatukuelewa kwamba wamechukuliwa na watu gani. Wakati tunatafakari hivyo tukajigundua kwamba sasa inatupaswa kupaza kelele, kupaza sauti zetu ili kuweza kufahamu kwamba wako wapi. Ndipo tulipoamua kwa pamoja kuuliza, na tukarejea tena kwa kutaka kujua kwa mujibu wa kanuni katiba ya chama cha UMD na ibara ya nane na ile ibara ya kumi na moja katiba ambayo inatoa fursa ya wagombea na uchaguzi wetu, namna ambavyo ilifanyika, tukagundua kwamba katiba hiyo imekanyagwa. Lakini tukiwa tunatafakari mambo hayo, ghafla tukagundua wenzetu wametoweka. Kama nilivyoeleza mwanzo, tukaamua kuondoka nje ili kuweza kujua ni wamekwenda wapi, lakini ulichofanyika tulinyimwa fursa ya kujinadi mbele ya wajumbe wa mkutano mkuu, kwa sababu hili uchaguli lazima ujinadi na uombe kura za ndio kwa wale ambao kama mimi nilivyokuwa mgombe pekee lakini tu, nafasi hiyo tulinyimwa. Kichotokea ni kwamba walifanya uteuzi kwa wale ambao hawakuwa ni wagombea kabisa, tena hakuna aliyejaza fomu hata moja kati ya wote waliochaguliwa, wakajikuta wameteua. nafasi yangu ya uratibu walipewa bwana moja, sijui ni wa Tanga, sielewi, lakini ndivyo kilichofanyika. Lakini ukiangalia kimsingi, katiba ilikanyagwa, na baada ya kanyaga katiba lile wagombea wote waliotoka Tanzania bara waliondoka ambao walikuwa nafasi zao waliondoka. Kimsingi, uchaguzi wetu ulikuwa ni wa huru na haki. Tunatetea Watanzania wanyonge, tunatetea watoto walioko shuleni, na hasa kama nafasi yangu nilikuwa ni mratibu wa vijana, lakini ilikuwa ni mahusiano na mambo ya ndani na mambo ya nje. Kwa hiyo mahusiano ya chama ndani ya nchi na nje ya nchi ni dhamana kubwa, na kutetea kwa soa, wanafunzi, wakulima na wenye mahitaji maalum. Hiyo nafasi nimetumia ili kutendewa haki hivyo kimsingi, niwaombe tu ushirikiano ili nafasi zetu ziendelee kuwepo na hata wale nyanyasaji na shida tuliyopitia na adha zote, na mpaka sasa tunapitia adha nyingi kulingana na matukio hayo ambayo mengine sitaki kuyaeleza kwa sasa, lakini ninaomba ushirikiano ili haki zetu zizo